Hapa nitakutajia mashekhe tu katika muda huu wa sasa. Juu yake ni Shekhe Hamedi bin Juma, mufti wa kwanza, na chini yake ni Shekhe Yahya bin Hussein. Na hapa juu yake tena, anayefuata ni anafahamika, na chini yake pia anafahamika. Juu yake tunampata Shekhe Muhammad Ayub kutoka Tanga, na chini yake tunampata mufti Shaaban Simba kutoka Shinyanga. Lakini pia, juu yake ni kiongozi wa kiserikali, chini yake tunakwenda kumpata Sheikh Muhammad Bakari wa Tanga. Juu yake kiongozi anajulikana mzee Mwinyi na wengine. Chini yake juu yake huko kuna kina Kawawa kina Karume, lakini chini yake kuna Muhammad Ramia, na anayefuata hapa chini anakuwa ni Hassan bin Amiri kutoka mashekhe wa Zanzibar. Chini tena tunampata Sheikh Suleimani Gorogosi, alafu kule juu ni kiongozi wa kiserikali. Juu tena anayefuata mwenye kanzu nyeupe ni Sheikh Saidi Albidhi, chini yake ni Sheikh Amri Mlau kutoka Singida juu yake anayefuata ni Sheikh Qasim bin Juma. Chini yake mnamfahamu, haina haja ya kumtaja mzee Mwinyi. Lakini katikati yake hapa juu tunaye Abu Idi Sheikh Muhammad Idi, chini yake tunaye Sheikh Muhammad Amri Mlau kutoka Singida. Juu yake anayefuata ni Sheikh Adam Ahmad, na chini yake Sheikh Muhammad Ayubu kutoka Tanga. Lakini pia hapa juu tunamkuta Sheikh Sharifu Hussein Badawi, na chini yake tunamkuta Sheikh Mangochi kutoka Mtwara lakini pia hapa mwisho kabisa juu yake tunampata shekhe, juu yake tunampata shekhe Alhadi Umari, baba yake shekhe wa mkoa wa sasa shekhe Walidi Alhadi, na chini yake tunampata shekhe Juma Hasani Mpondo kutoka katika ardhi ya Singida. E, hawa ni mashehe walifanya kazi kubwa sana. Namuona hapo shekhe Juma Hasani Mpondo kutoka Singida, ni moja kati ya mashekhe tunayemwona, shekhe Mangochi, Sharifu Huseini Badawi. Eh, Dr. Adam Ahmad, eh, Dr. Abu Iji, tunamwona Shekhe Muhammad Amri Mlau kutoka Singida na mashekhe wengine wengi. Eh, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, ofisi ya Mufti wa Tanzania, dua maalum ya kuwaombea mamufti mashekhe wetu waliotangulia na kuombea taifa amani kwa ujumla. Hivi leo kulikuwa kuna dua kubwa kabisa ya kuweza kuwaombea mashekhe waliotangulia pamoja na viongozi wa kiserikali dua ya kitaifa, na bango linasema addua muhul ibada dua ni uba.